Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani. Huu ni wakati na wasaa mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yako ili kuweza kuhabarishana habari zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na habari tuliokopo nayo mezani kwetu hivi leo, kufuatia sakata lililopo kati ya mkuu wa mkoa Albert Chalamila na waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa, baada ya kuruhusu mabasi kupita kwenye barabara ya mwendokasi, waziri Mchengerwa alimpa onyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kutoa ruhusa bila idhini ya wizara husika. Je, Mchengerwa anamwonea Chalamila? Tuungani sote ili uweze kujua undani wa habari hii na uweze kujua onyo gani alilolitoa waziri Mchengerwa kwa Chalamila. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamedi Mchengerwa alitoa onyo kali kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila. Kuhusu uamuzi wa kuruhusu magari kupita kwenye barabara za mabasi yaendayo haraka BRT bila kibali cha wizara. Alizungumza katika hafla utiaji saini ya mikataba awamu ya pili ya mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam DMDP 2, Ijumaa Machi 21, 2025. Waziri Mchengelwa alihoji mamlaka ya mkuu wa mkoa katika kutoa ruhusa hiyo. Alisisitiza kuwa barabara hizo ziko chini ya wakala wa mabasi yaendayo haraka DATS, ambayo upo chini ya ofisi ya Rais Tamisemi. Wakati fulani mlitoa maelekezo ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za Mandokasi, mkasahau kuwa barabara hizo si za kwenu. Sasa barabara za Mandokasi ya Mbagala imeanza kuharibika kwa sababu ya malori makubwa ya tani 30 hadi 40 yanayokatiza katikati. Madhara yake ni makubwa, ni miradi yote ya ujenzi wa barabara inaweza kuathirika, alisema Waziri Mchengerwa. Alifafanua kuwa Benki ya Dunia ambayo inafadhili miradi huo kwa zaidi ya shilingi trilioni moja na pointi moja ilitoa masharti kuwa barabara za Mandokasi zitumike kwa ajili ya mabasi pekee. Alionya kuwa ukiukaji wa masharti haya unaweza kusababisha benki hiyo kusitisha ufadhili wake, hali ambayo italeta athari kubwa katika maendeleo ya miundombinu ya jiji. Kule nilipokuwa Wizara ya Maliasili na Utalii, tulikuwa na miradi kama hii. Ilipotokea changamoto ndogo, Benki ya Dunia ilifuta fedha zote. Hii isitokee Dar es Salaam. Nataka nisisikie tena maroli akikatiza katikati ya barabara za Mandokasi, hasa haya ya tani nyingi, aliongezea. Kwa mujibu wa waziri Mchengerwa, mabasi ya abiria yanaweza kupewa ruhusa maalum, lakini kwa kufuata taratibu za wizara ambazo amesisitiza kuwa mamlaka yoyote inayotaka kutoa vibali lazima ipate idhini kutoka kwa TAMISEMI. Naomba mwakilishi wa mkuu wa mkoa hapa umwambie mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuwa hatuwezi kuruhusu marori kupita katikati ya barabara za Mondokasi, hili halikubaliki kabla hamjaruhusu chochote leteni maombi wizarani msifanye mambo ambayo sio ya kwenu aliagiza waziri mchengerwa pia amewataka madiwani dar es salaam, wa jiji wa dar es salaam kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutii utaratibu wa matumizi ya barabara hizo ili kuepusha athari za kiuchumi na kiufadhili kutokana na, na sakata hilo la chalamila ambaye ni mkuu wa mkoa wa dar es salaam pamoja na Mchengerwa waziri wa TAMISEMI kuruhusu magari binafsi kupita kwenye barabara ya mabasi ya mwendokasi, baadhi ya wananchi wametoa maono yao kuwa, je, Mchengerwa anamwonea Chalamila au la? Hivyo ndivyo baadhi ya watumiaji wa mitandao nchini Tanzania wamekuwa na maoni tofauti baada ya waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengelwa kuhoji ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ilipata wapi mamlaka kuruhusu magari binafsi kupita kwenye barabara ya mabasi yaendayo haraka ya Mbagala wakati mamlaka hayo siyo ya mkoa bali ya TAMISEMI ambapo wananchi hao wamesema agizo hilo halikuwa la mkuu wa mkoa, bali nilitolewa na aliyekuwa waziri wa ujenzi Innocent Bashungwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alikuwa anatekeleza tu maagizo. Itakumbukwa waziri wa ujenzi Tanzania Innocent Bashungwa alitoa ushauri wa mamlaka husika kuruhusu barabara zinazotumiwa na mabasi yaendayo haraka maarufu mwendokasi ziwo zinatumika na magari binafsi, hususan wakati wa asubuhi kwenye kuwahi kazini na jioni wakati wa kurudi nyumbani na kusema hiyo itapunguza foleni hasa ukizingatia wakati huu ambapo mabasi ya mwendokasi yapo machache. Aliongea jijini Dar es Salaam Oktoba 22, 2024 wakati wa hafla wakati ya hafla ya jisaini ujenzi wa daraja la Jangwani. Bashungu alisema kuwa wazo hilo linaweza kufanyiwa kazi wakati huu ambapo mabasi yako machache, lakini pale mabasi mapya yatakapoanza kazi utaratibu wa zamani utaendelea. Wakati foleni ikiwa kali, ama ni asubuhi watu wanaenda kazini au jioni watu wanatoka kazini kwenda nyumbani, naona zile njia za BRT, mabasi yaendayo haraka, tukishirikiana na jeshi la polisi, naona haja ya kuweka utaratibu ambao utapunguza foleni. Mabasi atakapokuja tunasitisha lile wezi lakini haitaleta maana unakutana wananchi wapo kwenye foleni halafu katikati barabara za mwendokasi unakuta peupe kuanzia pointi A hadi pointi B Kwa nini tusikae na jeshi la polisi tamisemi tukakubaliana lini mabasi mapya yatakuja na kabla mabasi hayajaja basi utaratibu wa matrafiki kukontrol magari hata hizi barabara zitumike mabasi akija tutarudi kwenye utaratibu wa kawaida, ili kwa sasa tupunguze foreni. Kwa hiyo Mheshimiwa RC ili naomba ni kuachia uratibu. Baada ya kauli ya waziri Bashungwa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, alikuwa kwenye ziara yake ya usiku wa Oktoba 22 2024, aliagiza kuanzia asubuhi ya Oktoba 23 2024 barabara za mwendokasi ambazo hazitumiki zifunguliwe na magari madogo na mabasi mengine ya abiria yaanze kupita ili za makali ya foleni, ukiwa na utekelezaji wa agizo la waziri wa ujenzi Innocent Bashungwa alilolitoa Oktoba 22 2024, ambapo alisitiza kauli ya Bashungwa haikulenga barabara zote za mondokasi bali zile ambazo zimekamilika lakini hazitumiki kutokana na uhaba wa mabasi, na kusema mabasi mapya yakifika, utaratibu utabaki kama wa zamani, kwa barabara hizo kutumiwa na mabasi ya mondokasi pekee. Mheshimiwa Bashungwa alitoa maelekezo kwamba kuna baadhi ya barabara, kwa sababu mabasi mapya ya mwendokasi bado hayajafika, sasa tuangalie utaratibu wa kuingiza mabasi na magari madogo. Mfano, barabara kutoka Mbagala unakuja moja kwa moja huku mjini, barabara kutoka ofisi ya DC, mkuu wa wilaya, unakwenda mpaka Magomeni, mabasi ya mwendokasi hayajafika. Kwa hiyo ikifika saa mbili muwa mmeshaka na mmefungua yale mawe, ili hayo magari madogo na mabasi ya abiria yaanze kupita kwenye barabara hizo.